Ikatokea hatari ya kwamba hata kama uko kwa pesa yako kwa simu ama kwa bank usiweze kutoa hela kusikuweko na mzunguko wa pesa. Uh, uh, tumefanikiwa kwa asilimia mia kulikamilisha hilo jambo. Uh, uh, lakini bado iko hofu kubwa sana ya watu ambayo wako na hofu ya Mungu, wanahisi kama inaweza ikawaletea athari, hasa wale watu ambazo uh, maskini. Lakini lengo kubwa ni kuparalyze serikali. Jaribu kujalia ikiwa tutaweza kuzuia mifumo ya kifedha isifanye kazi kwa siku tatu kwa nchi ya Tanzania, nadhani ni uh, nguvu kubwa sana itakuwa ya kuiparalyze hiyo serikali. Kwa hiyo wanajua fika kwamba vitu wanavyopanga kuvifanya vitakuja kutuathiri wa Tanzania maskini, kama ulivyosikia hapo anazungumzia. Na wanapanga wawe na mfumo utakaoharibu mfumo wa kutumia huduma za fedha kidijitali yani, kuanzia kutoa hela M-Pesa Tigo Pesa na everything pamoja na benki, ili Watanzania maskini wakomoke serikali nayo ikomolewe. Sasa swali la kujiuliza pia la msingi ni hili: kama serikali haijali Watanzania kama wao wanavyotuaminisha, unawezaje kuikomoa serikali kwa kuwaumiza wananchi wake, kama kweli serikali haiwajali wananchi wake?